Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kile ambacho kimetokea siku ya jana mm, mara tu baada ya mechi kufahamika rasmi kwamba imegailishwa, kama unavyofahamu kwamba mechi ya Yanga na Simba ni moja kati ya mechi ambazo ni very powerful, zina influence kubwa, mashabiki ni wengi, zinabeba hisia za watu wengi, na kama unavyofahamu kwamba kutokana na mashabiki kuwa wengi basi moja kwa moja huaga, kuna mashabiki wanatokea maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna hawa mashabiki ambao wametokea mkoani Mbeya wamefunga safari, wamekodi magari kuja mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia mechi hiyo, lakini kwa bahati mbaya, ndo hivyo, mechi ilikuwa imeahirishwa, ambapo sasa kuna uab e, tukio la kifo ambalo limetokea pale e, tukio la kifo ambalo limetokea pale uwanjani uwanja wa Taifa nje baada ya mechi hiyo kugairishwa, watu walikuwa hapo pale nje kwa ajili ya kusubilia mwafaka wa kuanza kujipanga kuru, kuanza safari ya kurudi Mbeya. Kwa hiyo wakati mashabiki hao kutoka Mbeya kwa ajili ya kuja kushuhudia mechi ya Yanga na Simba kufahamu kwamba mechi imegairishwa, ikabidi waanze kusubiri sa safari ya kurudi mkoani kwao Mbeya. Na kwa bahati mbaya eh, kuna tukio ambalo limepelekea eh, sorry kuna tukio ambalo limepelekea eh, kijana mmojawapo ambaye naye pia ametokea Mbeya huko kwa ajili ya kuja kushuhudia mechi hiyo alifariki na kilichotokea ni kwamba kulikuwa kuna shoti ya umeme na huyu kijana alikuwa amesimama pembeni ya nguzo. Sasa shoti ya, ya umeme huo kwenye hiyo nguzo ndio iliyomtandika na kupelekea kijana huyu kupoteza maisha hapo hapo. Kwa hiyo ni moja kati ya habari ambazo kiukweli zimegusa hisia za watu wengi sana siku ya jana, hususan kwa mashabiki wa Yanga, kwa sababu huyu kijana alikuwa ni shabiki wa Yanga kutokea Mbeya. Lakini ndio hivyo tena, amepoteza maisha kwa shoti ya umeme eneo la maeneo ya pale karibuni na uwanjani pale jeshini kule, eh, maeneo ya Kurasini kule. So, nataka hapo usikilize moja kati ya mashuhuda wa tukio hilo, jinsi walivyokuwa wanaelezea kuhusiana na tukio hilo jinsi ambavyo lilivyotokea. Ndugu wananchi, mashabiki wa Yanga, tumekuja kuangalia mpira wa Yanga na Simba. Jamani, ndugu wananchi, mashabiki wa Yanga, tumekuja kuangalia mpira wa Yanga na Simba. Bahati mbaya, kama mnavyojua watu wengi, umeahirishwa mpira. Sasa wakati tupo kwenye magari tunajiandaa kuondoka, kuna shabiki mmoja wa Yanga ametokea Mbeya Tunduma, ikatokea shoti ya umeme hapa kwenye jeshini hapa, alikuwa kaegemea nguzo, basi mwana Yanga mwenzetu mmoja amefariki. Kwa hiyo kuahirishwa kwa hii mechi kumetokea na maafa kama hayo, kuna ndugu yetu amefariki hapa. Ndio tunakaa kikao, kwa sababu sisi sote ni Yanga kama ndugu, tunajua tufanye nini. Asanteni sana. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hilo ndilo tukio ambalo limeleta simanzi kwa mashabiki wa Yanga, hususan baada ya mechi kuahirishwa. Lakini ndo kama hivyo, maafa majanga kama hayo yametokea. So pia vile vile ni kwamba matangazo yametolewa, yeah. Yeah, kama unavyoelewa, na wadau mbalimbali wamekuja kutoa pole kwa msiba huo. Hata watu wa Simba nao pia tumeona hapa, wamekuja kuweka maoni yao ya kutoa pole kwa hiki ambacho kimetokea. Peji mbali mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hili hii tukio. Kwa mfano hapa, kuna shabiki wa Yanga amefariki kwa kupigwa na shoti ya umeme. Okay, imeandikwa kwamba mwanachama wa Yanga tawi la Yanga Nsalaga Uyolembea, ndugu Helman Paul Sungura amefariki dunia baada ya kupigwa na shoti ya umeme leo siku ya tarehe 8 jijini Dar es Salaam. Ndugu Helman alisafiri kutokea Mbeya kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kushuhudia mechi ya watani wa jadi kati ya Yanga na Simba dhidi kati ya Yanga dhidi ya Simba ambayo mechi hiyo ilikuwa imegairishwa. Umeona, eh? Haya, peji nyingine hii hapa amesema kwamba Dar shabiki wa Yanga ameegemea nguzo na kufariki kwa kupigwa shoti. Miona bwana hawa nao pia wamekuja wameripoti, the same wameandika kwamba shabiki wa Yanga kutoka Mbeya aliegemea nguzo wakati, wa, wakati mechi imeahirishwa nje ya uwanja wa Mkapa, nguzo hiyo ilipiga shoti na yeye akafariki hapo hapo. RIP mwananchi. Peji nyingine hii hapa amesema kwamba shabiki wa Yanga amefariki nje ya uwanja wa Mkapa, shabiki mmoja amefariki dunia nje ya uwanja wa Mkapa baada ya kuegemea nguzo na pakatokea shoti iliyopelekea kupoteza uhai ambapo Yanga walitaka kucheza dhidi ya Simba. Bwana, kwa hiyo habari kubwa ndo hiyo kuhusiana na ukiachana tu na mechi kugairishwa, lakini hii imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimechukua nafasi kubwa sana hususan katika ulimwengu wa michezo. Mdau hapa amekuja kuweka maoni, anasema kwamba bwana, haitoshi kusema kwamba tunakubali kwamba mpira wetu ume unaendeshwa na watu wa ovyo, na kwa mtindo huu, na kwa mtindo huu hakuna mahali popote pale tutakapofika na naambia hadi tutakapopote tutakapopata viongozi imara wenye weledi na wanaojua nini wanachokifanya, wanaochekea che, wanao huu upuuzi wote hamna akili mna boa. Kwa mtu ameandika hivo. Kuna mtu amesoma mb. Bwana kafara, kafara hizo zimeanza kuwarudia. Acheni uchawi. Ee, mna huo wasio na hatia. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu asema bwana, haya yote waliosababisha ni Simba na bodi ya ligi TFF. kwa mtu asema bwana, hakika kifo ni fumbo na mawaidha tosha kwa wenye utimamu. Imagine, eh, katika katoka Mbeya mpaka Dar es Salaam amekuja kufuata kifo chake. Mungu tujalie mwisho mwema. Kuna mtu ameandika hivyo kwa mda nasoma bwana ushabiki pembeni. Hii hali inaumiza sana. Imagine, ndokaka ndo kaka yako labda yupo da, alafu unasikia vitu kama hivi, kiukweli inahuzunisha. Kasa bwana da, jamani, hii imeniumiza, imeni sana. Pole sana ndugu, jamaa na marafiki. Kuna mtu hapa amekuja amekome, anaandika kwamba Allah amjalie kauli njema. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana pole kwa familia ku... okay, huyu ameandika kwamba Allah amjalie kaburi lake liwe ni miongoni mwa viwanja vya peponi. Huyu ameandika hivyo. Haya, kwa mtu mwingine hapa anaitwa Daniel Chumbwa, anasema kwamba ebwana, pole kwa familia ya huyo kijana, ila kama sio ujinga wenu eh, wenyewe mwenzenu asingefariki. Kwa mtu ameandika hivyo. Ukiangalia taarifa inayotolewa ya kifo, alafu ukiangalia comment za watu ndo utajua kwamba uh, utajua maana halisi ya, ya dunia, ya dunia tuliopo inahitaji kuishi vipi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa kielele tu eh, uh, wamepewa taarifa ya kuahirishwa mechi, wao wanapeleka mikia yao uwanjani, ndo matokeo yake hapo walikuwa wali, wakulaumiwa wali, wali, ni Yanga hapo wakulaumiwa ni Yanga kwa kuwajaza ujinga mashabiki wao, na hali walikuwa na taarifa kwamba mechi imeshagailishwa. Haya, mtu mwingine anasonga, bwana, huu upuuzi wa bodi ya ligi, kungekuwa na mechi asingekaa nje na kuanza kuegemea hizo nguo. Hii inasikitisha sana, huu ni upuuzi kabisa, kwa mtu ameandika hivyo mhm mm Haya, mdao mwingine hapa amekuja, ameweka komenti yake, amesema kwamba ametoka home mzima, mnawapelekea wazazi wake mzoga, kisa tu kaifuata timu iliyoshindwa inayoendeshwa kifamilia, haina uchungu na mashabiki wake. Hakika hii inaumiza sana, mwenyezi Mungu